Leo tarehe kumi na tisa ya mwezi huu wa tatu, ikiwa asubuhi ikiwa uh, ambayo inapendeza, imempendeza Mungu tufike katika eneo hili la kiwanda cha chai Katumba, kuja kushuhudia katika historia ya jimbo hili, kuona mitambo ambayo tayari imekwishawasili wasili, imeshafika na mkandarasi ambaye mnamwona hapa na tayari kwa kwanza kazi rasmi tarehe ishirini na nne ya mwezi huu wa tatu elfu mbili na ishirini na tano na tunategemea kwa sababu barabara hii ilikuwa ni tarajio na mategemeo ya vizazi vingi vilivyopita katika majimbo yote mawili ya Busokero na Rungwe ndani ya wilaya hii ya Rungwe, leo hii kizazi hiki kitashuhudia na kuona utimilifu na ukamilifu wa ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami na barabara hii ina umuhimu mkubwa sana, iliomba miaka mingi iliyopita, lakini leo hii chini ya mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan inakwenda kukamilika chini ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, na tunatarajia kwa sababu umuhimu wa barabara hii ni mkubwa katika maeneo ya huku. Kwanza tunalima vitu vingi, mazao mbalimbali, mnashuhudia mbali. Eh, ama tunaona kuna masuala ya ndizi, viazi, mazao mbalimbali mbali, mahindi, lakini pia kuna mbao, tuna gesi asilia na mazao mengine mengi ambayo yanapita kwenye barabara hii, na ndio uchumi na lango muhimu sana la kibiashara. Kwa hiyo tunataraji uchumi ama maisha ya wananchi kuboreshwa zaidi baada ya kuanza kujengwa kwa barabara hii. Ombi langu kwa wananchi, kwa kuwa tayari serikali sasa na mkandarasi ameshalipwa hizo fedha takribani zaidi ya bilioni 4 na milioni mia saba na tayari ameshafika eneo la tukio. Basi maeneo yetu ambayo tulishaambiwa muda mrefu tukapisha, tunaamini mtatoa ushirikiano kama ambavyo mlitoa awali, na maelekezo kwa wenzetu wa kandarasi, hususani msimamizi wa saiti TANROADS mkoa wa Mbeya pamoja na eh, mkandarasi mwenyewe. Tunataraji watakaofaidika na huu mradi ni wananchi watokanao na eneo la huku, maana ndio waliokuwa wanapata shida wakati mwingi kwao. Tunategemea kazi zote zile ambazo, uh, aidha ni za kitaalamu, wataalamu pia wapo huku, labda ziwe za kitaalamu sana ambazo wataalamu hawapatikani huku, ndio mnaweza mkatafuta sehemu nyingine, lakini kazi tunataraji kwamba mzunguko wa fedha wa mradi huu wenye thamani ya bilioni 83 basi iwe na mzunguko ndani ya jimbo hili la Rungwe na Busokelo ndani ya wilaya hii ya Rungwe badala ya kuwatafuta wafanyakazi wengine kutoka mbali. Unaamini wenzetu e, wa TANROADS hili mtalisimamia, na ndio maana ya uwepo wa miradi hii katika maeneo yao. Lakini jambo la tatu ni kutoa rai kwa wananchi wote, kipindi hiki ni cha mvua, mkandarasi amaleta mitambo, kutakuwa kuna usumbufu mdogo mdogo kwa sababu kuna wakati e, barabara pengine watafanya diversion waapitishwa pembeni ili tu mkandarasi aweze kuendelea na kazi yake. Kwa hiyo usumbufu huo tutarajie, lakini kitakachopatikana baadaye kitakuwa kitu kikubwa na kizuri na cha kudumu milele daima. Kwa majina anaitwa Engineer Kepto Anosisie, ni msimamizi wa mradi huu, uh, mradi wa kutoka Katumba kuelekea Rupaso mita 35.3 mradi huu ulisainiwa tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2024. Mradi ulitegemewa kuanza tarehe 15 mwezi wa tano mwaka 2024. Kutokana na kuchereshwa kwa malipo ya awali, mradi huu umeanza rasmi mwanzoni mwa mwanzoni mwa mwezi wa kwanza mwaka 2025, baada ya mkandarasi kulipwa kiasi cha kiasi cha bilioni 4.775 kama malipo ya awali. Kwa hiyo mradi huu umeanza rasmi na mkandarasi ameanza kuleta mitambo, pia kuleta wafanyakazi wa muhimu ili kuanza utekelezaji wa mradi kwa sasa, mkandarasi ataanza kazi za awali, kazi za kusafisha eneo la ujenzi, kazi za kujenga kambi ya mhandisi mshauri na kazi ya kujenga ya mkandarasi. Ujenzi wa mradi huu utawanufaisha wananchi kwa katika sekta mbalimbali, katika sekta za kiuchumi na za kijamii Utalahisisha kusafirisha usafirishaji usafirisha wa mazao mbalimbali yanayozalishwa mbali katika eneo hili. Kama tunavyojua eneo hili linazalisha mazao mbalimbali mbali, kama ndizi, mbao na mazao mengine ya chakula. Pia ajira, kipaumbele cha ajira katika mradi huu ni wananchi, ni kipaumbele cha ajira ni